Mechkua mweshmua rais haya am mambo singefanyika kama soe. Sawa s pesa sawa. Zipesa ndiyo. Na ni waombe wananchi wanasubira sawa, sawa. Tujitizame tulipotoka tulipo na tunapokwenda tuaowenda sasa baba. Ni barabara nyingi zinatengenezwa. Barabara hii itafungwa na inabeba magari kwa siku sio chini ya magari elfu hamsini baba magari. Hii kero itakuja baada ya siku mbili, barabara hii ikifungwa tuvumilie sababu barabara sio kama koti ukalishona sehemu nyingine ukaja ukalivaa sehemu nyingine. Sahihi kwa wananchi tu na subira, wakati maendeleo tunaletea na mheshimiwa rais, ili barabara hizi sababu tuna barabara hapa katika kata ya Ilala kama barabara 15 ambazo hao wamekabidhiwa ambazo ndio watakazo kuzijenga katika eneo hili, barabara hii ya Kilwa, hii Newala na zote zingine ambazo ziko kwenye kata hii, pamoja na maeneo ya Mission Kota pamoja na Jangwani Upanga.